Shauriana kuendelea kulima kilimo cha kisasa, ndio hivyo, ili kuongeza uzalishaji na kipato katika mifuko yetu. Sawa, tumejionea mbegu ya Advanta pale, ni mbegu ya kisasa, mbegu chotara, inafanya imefanya vizuri, si ndio hivyo? Na hakuna ambayo imefanya vizuri zaidi ya hiyo, Japokuwa kumekuwa na mvua chache, basi tulikuwa tunaomba sisi wakulima tuwe na umoja, tushirikiane kwa pamoja katika kuimarisha kilimo chetu cha alizeti. Kwa mtakaohitaji mbegu, mnaweza mkasema zinapatikana kwa shida, ndo hivyo. Kuna maduka hapa ya pembejeo, lakini hizi mbegu hazipo. Basi tutafanya mpango hizo mbegu ziwepo katika hayo maduka, na pia kuna VBA, wale wakulima viongozi tuwatumie vizuri katika kukusanya mahitaji ya kwenu waweze kuwasiliana na sisi, na pia watu wa um, mbegu ili muweze mkapata mkapata pembejeo kwa wakati na kupunguza umbali wa kwenda kuzipata zile pembejeo sawa. Kwa hiyo tunashauri mtu akiwa na kuchua mahindi kama hayo makuta alikuwa amekauka, lakini pengine mvua ilivyonyesha yakaa amenyeshewa nje. Kwa hiyo tunashauri mtu kabla hujafanya kazi basi uweze kuyanika vizuri hata ule unyevu uweze kutoka, ili ukiwa unafanya kazi basi uhakikishe unapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Ndiyo maana kuna baadhi ya sehemu ambayo mashine inakuwa ina inapata shida. Ndiyo maana hata ukija kwa mfano kwenye magunzi huko unakuta kuna mahindi mengine ambayo yanakataa kabisa, yaani hata kutoa kwa mkono yanakataa mmekuja kutupa vitu ambavyo inawezekana tulivihitaji sana mwanzo, mmetuonyesha namna ya kupanda, sasa hivi tunaenda kuvuna. Nilitegemea haya mtuonyeshe mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili mkafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo tunatoa wito kzugu za mbegu, maafisa ugani, mafundi wote, naombeni mwahi kuja Mtinko ili angalau Mtufanye kuhamasika zaidi na tupande kwa, kwa kisasa mnapokuja tu mwa mnakuja na vipeperushi vingi kwa sababu elimu nayoitoa mnaitoa kwa uchache tunapohitaji kukaa tutaendelea kujifunza pia tunapobaki majumbani mwetu